Maombi ya kufungua milango yaliyofungika. Mungu Baba wa mbinguni, Mwenyezi Mungu, wewe ndiye chanzo cha imani yangu. Wewe ndiwe unayenielekeza, unayenena na linafanyika. Unapobariki hakuna atakayezuia. Wewe ni mfalme wa wafalme, mkuu wa wakuu, utukufu wote ni wako. Wewe uliyejaa nguvu, hodari vitani, mtetezi wangu na mkombozi wangu na kuinua juu Sifa zote zikufikie, kwa kuwa wewe ni Mungu pekee yako unastahili kuinuliwa. Baba anayebariki, Baba anayeinua wanyenyekevu na kuwaweka huru waliofungwa, Baba unayevunja minyororo. Wewe ni mwaminifu kutoka kizazi hadi kizazi, wala hakuna chochote kinacholingana na ukuu wako. Asante kwa kila mlango uliofungua kwa ajili yangu. Asante kwa milango unayofungua asante kwa kila mlango utakayofungua na uliofunga kuniokoa na maangamizi. Baba mwenye rehema, nisamehe kwa makosa yangu na unitakase kutoka kwa kila uovu. Nisamehe kwa kila wakati nilipotilia shaka mpango wako, kila wakati nilipotegemea ufahamu wangu mwenyewe. Kama vile umenisamehe, nami nasamehe kila mtu aliyenikosea na kuninena vibaya. Bwana, ninasimama juu ya neno lako na ninatangaza katika jina la Yesu, milango ya hatima yangu inafunguliwa mbele yangu sasa hivi. Ninatangaza kwamba ufikiaji wa kimungu, wakati wa kimungu na kibali cha kimungu ni sehemu ya maisha yangu kupitia jina kuu ya Yesu Kristo. Ninakemea kila uongo, kila ucheleweshaji Ninakemea kila shambulio dhidi ya baraka zinazopaswa kuja kwangu na zipasavyo kufunguka kwangu katika jina la Yesu. Bwana, batilisha kila mpango wa adui wa kunizuia, kunichanganya au kunikwamisha. Acha kibali chako kitangulie mbele yangu na kinizunguke kama ngao. Acha milango ifunguke kwangu ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kueleza na hakuna shetani au nguvu inayeweza kuifunga. Ponya mwili wangu, akili yangu na roho yangu. Ninakemea mashambulizi ya hofu, kukataliwa, vizuizi na ucheleweshaji katika jina kuu la Yesu Kristo. Acha baraka za Mungu juu ya maisha yangu zinifuate na zinifunike, pamoja na wapendwa wangu, nyumba yangu, kazi yangu na kila mahali ambapo miguu yangu inakanyaga na itakanyaga. Wafunike wapendwa wangu kwa ulinzi wako mkuu. Ninakuamini na ninaamini nguvu zako ambazo hazilinganishwi na chochote. Unachosema ni kamili na ndilo litakalotimia. Bwana, ninaposema maombi hii pamoja na kila mtu anayesikiliza, na shukuru kwa kila moyo unaofunguka mbele zako sasa. Tunakuja kwa makubaliano tukiombeana. Acha milango ifunguke kwa upana kulingana na mapenzi yako kamilifu na wakati wako wa sahihi. Asante Bwana kwa nguvu yako ya uponyaji kwa kila mlango uliofunguliwa na kwa lile uliofunga ili kutulinda kwa ulinzi wako. Tunapokea msaada wa Roho Mtakatifu, ituongoze kwa milango mengi ya baraka uliotuandalia katika maisha yetu sasa na siku zote za maisha yetu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele na milele. Asante Bwana kwa kusikia na kujibu maombi yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Ikiwa umebarikiwa na maombi hii, andika neno amina kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Ninatangaza kwamba baraka zote za maombi hii zimefika kwako katika jina la Yesu Kristo.